umeweka katika dunia ya serikali za wanadamu na mabunge mataifa, ili haki yako itendeke. Mungu, ibariki nchi yetu, idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan hekima, afya njema na maisha marefu, ili pamoja na mshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wabunge wa Bunge, Bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utuwepo uwezo wa kujadili kwa dhati mambo tukileta mbele yetu leo, ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu. Amina. Mheshimiwa, tukae. tibu taarifa ya Spika, hotuba fupi ya shukurani kwa bunge ya spika kwa mujibu wa kanuni ya kumi fasi ndogo ya tano ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 25, tarehe 1 Novemba 2025 waheshimiwa wabunge wa teule awali ya yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru mwenyezi mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe moja novemba ishirini ishirini na tano ambapo ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la kumi na tatu kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa tanzania na kwa namna pekee na kishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza Bunge. Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama la hasha, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu linipa kibali nakuridhia nigombee nafasi hii. Nawashukuru sana, sio kwamba mimi ni bora kuliko. Aidha ni washukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa Bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa na, na, nathamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote. Hamjanichagua tu ili niongoze Bunge, bali mmenichagua ili tufanye kazi pamoja, niwatumikie nyie na kuhakikisha yale yote tuliokubaliana na tulichokubaliana kama vipaumbele vya taifa katika mipango yetu mbalimbali mbali, kwa kipindi cha miaka mitano ijayo yafanikiwe, yafanikiwa kwa masuala mapana ya kutumikia wananchi wa nchi yetu, na kwa kuwa huwa na bunge moja ilitoa fursa sawa kwa waheshimiwa wabunge wote na kwamba ofisi ya spika itakuwa wazi kwa kila mbunge kwa ushauri mbalimbali. Aidha, niwashukuru watangulizi wangu katika nafasi hii ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, ambaye amekuwa kiongozi wangu akiwa wa spika na mimi nikiwa naibu spika katika Bunge la 12 kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2022 hadi mwaka 2025. Mheshimiwa Dr. Tulia aliamini, aliniamini na kunishirikisha katika masuala mbalimbali mbali, na nilitii maelekezo yake yote ili kuhakikisha Bunge letu linatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa kanuni na taratibu zilizopo. Nakushukuru sana Dkt. Tulia kwa mchango wako kwa na mafunzo na elimu ulionipa. Kwa muktadha huo, ninaahidi ni viongozi watakaochaguliwa kuwa wasaidizi wangu, naibu spika na baadaye wenye vita wa bunge, kwamba tutashirikiana kuongoza bunge hili la kumi na tatu kwa kutoa maamuzi ya haki, kuzingatia uadilifu na kutokuwa na upendeleo wowote, kwa kuongoza kwa Katiba sheria nchi na kanuni za kudumu za Bunge kwa vyama vyote vyenye uwakilishi bungeni. Ingawa bado hatuna upande wa serikali leo tunaye mwanasheria mkuu wa serikali mheshimiwa Hamza Johari, ni ahidi kutoa ushirikiano kwa serikali kwamba kama Bunge tutashauri na kutoa maazimio ya Bunge kwa ajili ya ustawi wa wananchi na, na maendeleo endelevu ya nchi yetu. namshukuru pia katibu wa Bunge ndugu Baraka Leonard na timu yako yote ya watumishi wa Bunge kwa maandalizi mazuri ambayo yametuwezesha leo kwanza, kikao chetu cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa Bunge la kumi na tatu. Kipekee sana nawashukuru wananchi wa jimbo la Ilala kwa kunyamini na kunichagua kwa mbunge wao kwa kipindi cha tano sasa. Nawashukuru sana kwa heshima kubwa mlionipa, hakika ni deni kubwa sana kwenu. Wema hulipo kwa wema. Na ushukuru sana uongozi wa CCM mkoa wa Dar es Salaam na wilaya Ilala, pamoja na viongozi wengine wote kwa heshima kubwa alionipa na ushirikiano unaoendelea kunionyesha. Mwisho lakini si kwa umuhimu, naishukuru familia yangu imesimama na mimi katika nyakati zote. Dua zenu, upendo na uvumilivu wenu vimenibeba na kulifanya kuendelea kuwa imara katika kuwatumikia wananchi wa taifa letu. Waheshimiwa wabunge wateule, muda mchache ujao mnaenda kuwapa kiapo cha uaminifu. Nawapongeza sana kwa kuaminiwa na kuchaguliwa na wananchi ili kuwakilisha bungeni kwa bunge, bunge, bunge, bunge. Pamoja tushirikiane ili kulinda imani hiyo kubwa tuopewa na wananchi. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Kiapo kiapo cha uaminifu na hadi ya uzalendo kwa wabunge cha uaminifu, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson.